Mi nitakushauri tu kwamba binadamu yote tunapokaa kwa pamoja, kwa namna moja au nyingine, lazima yatatokea kugharafiana, tutokea kwa kukwazana, ni kibinadamu, inatokea. Sasa unapotokea kukwazana na mwenzako, kumbuka mazuri yenu mlioanza nayo kumbuka moyo wenu wa kupendana, kumbuka nia yenu njema, na kama unavyojua wanawake hawa viumbe, wakati mwingine aza kawa na hasira wakaongea maneno ya kukwaza kweli sasa mimi nakuomba ndugu yangu, uvumilie kwa sababu mimi na experience ndogo katika hilo, nishapokea maneno mengi yenye hadha na namna nayo na, na matokeo yake na nafahamu. Sasa nikuombe bwana harusi, uvumilivu au ana wewe unatuhakikisha sisi wote wananchi kombe uvumilivu, lakini Mwenyezi Mungu awajalie ndoa yenu ya heri idumu iwe na upendo ikajibu. Tunasikia chini chini watu wanasema kuna mtoto tayari, na mtoto akawe kweli, akitoka awe na baraka, awe na maisha marefu. Mungu ampe hekima, upendo, talenti kama wewe baba yake, awape nyota kama ni wazazi wake, awape maendeleo, mkubali akubalike na watu kama watu wakubalika. Hapa mimi sina mengi, nakushukuru sana, asante kwa kutualika. Asante kwa kutukutanisha pamoja, tumekaa ma celebrities tofauti tofauti, raha kwa kweli. Yani, as we speaking, jicho sio tu la Tanzania, sio tu Afrika, ulimwengu mzima jicho so liko hapa, lakini mmetokana na harusi ya bwana. Mi nakupongeza na... sana, Jux, na kutegemea uwe mshauri wangu mkuu sana kwenye mambo haya ya ndoa, harusi na kila kitu.